Huyu mpendwa alipiga simu, mtoto akiwa ameanguka toka asubuhi, apoteza fahamu. Simu amekuja kupiga tukiwa kanisani. Kwa mara ya kwanza nilipokea simu, mtoto amepoteza fahamu toka asubuhi. Tulitamka neno. Mtoto yuko Moshi, sisi tuko Karatu. Hospitali mtoto akapelekwa ICU lakini lile neno la Mungu lile lilimtoa ile mtoto wa Isiru. Amen. Alitakiwa afe kama mkubwa wake. Alianguka kama hivyo hivyo akafa. Kwa hiyo huyo alipoanguka huyo mama alilia sana. Tukaomba rehema kwa Mungu. Na Mungu akazuia kifo na yule mtoto ataishi. Hebu tuambie, baba. Mtoto wako kwanza alidondoka hivi kwa kweli. Yeye alidondoka mimi nilipokuwa shambani. Nilikuja tu <coughs>

Bwana amesha kauka maanake alikuwa anatoka mapoko ngozi. Yaani amekauka maanake kafa. Yaani yeah, amesha kauka kabisa hivi. Yeah, Ile akofokufa hivi. Ndio. Basi na mimi ndio nikaane mpata gari nikaanakimbia kuelekea. Kwa lakini nilipofika Bwana hizi kiaje na uwanja wa ndege si tena ikaingia ukazo. Paka sasa hivi sifa tunampeleka wapi ICU. Nikasema sasa inakuaje? Nikakua Nikajili ni mtumye mesiki, nikamwambia mpaka sasa hivi mwanangu nasikia sikia ni mbaya na mbeleko wapi ya ICU. Tuko kanisani. Siku sita nikaendelea kumpigia tena niya kisimu. Na na ulisuru wa kwezi. Baadaye nikamua kumpigia Meri. Nima mpigia Meri, nashukuru shukura Mungu siku Meri ndo alipokea simu. Nikampigia nikamwambia Meri, mtoto wangu ana nini mbaya mpaka sasa hivi na kimbizo ICU na mpaka misaidia kwa maombi. Okay, kwa shodri mtoto amepona. Eh, badai nikafika pale anapigia kelele, nikakumbuka kuna neno moja. Nikasema, eh, Mwenyezi Mungu, japokuwa sina imani, naomba nitumie imani ya mchungaji wako Filipo na Yesu. Hivi bwana, mtoto kafufuka! Alikuwa amekauka hivi, kafufuka. Na wewe ulipo huko, Mungu akakufufue na akakuinue akashirike na matatizo yako.